Tasnia ya walimu wana jukumu kubwa katika jamii ya kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata elimu bora, malezi na ujuzi muhimu kwa maisha yao ya baadaye. Kazi yao ni nguzo muhimu katika kujenga kizazi kinachoelimika na jamii yenye maendeleo. Hata hivyo, walimu wanakutana na changamoto nyingi zinazohusiana na mazingira ya kazi, maisha ya kijamii na hali yao binafsi. Changamoto hizi zinaweza kuathiri ufanisi wao kazini na kuwazuia kufika malengo yao ya kusaidia wanafunzi kwa njia bora. Kwa kulitambua wa hiyo, chama cha walimu Tanzania, CWT kimeanzisha programu maalumu ya Samia Teachers Mobile Clinic ambayo kazi yake ni kutatua changamoto binafsi za walimu, na lengo kubwa likiwa ni kuwafikia walimu katika maeneo mbalimbali nchini ili kusikiliza na kutatua changamoto zao. Licha ya zoezi hili kufanyika katika ngazi za makao makuu ya mikoa, walimu wengi wamejitokeza wakiwa na changamoto za kiutumishi. Takwimu zinaonyesha kuwa katika mikoa 13 ambayo zoezi hili limefanyika, jumla ya walimu 11714 wamejitokeza mbele ya timu hiyo wakiwasilisha changamoto zao. Naitwa mwalimu Joseph masolu wa Misalaba, katibu mkuu chama cha walimu Tanzania. Sisi tuna furaha kubwa kama chama cha walimu Tanzania kwa jinsi ambavyo tumeweza kuwafikia walimu na kutoa hii huduma tukishirikiana na serikali, ofisi ya rais, manajementi ya utumishi wa umma na utawala bora, ofisi ya rais Tamisemi, pamoja na wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, na tume ya utumishi wa walimu tunashukuru sana na tunampongeza mheshimiwa rais wetu mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuridhia zoezi hili liendelee, baada ya chama cha walimu kwa tumeomba na kuona umuhimu wa kushirikiana na serikali katika kutoa huduma kwa walimu wetu. Shukuru maafisa kutoka serikalini, wanajitahidi kutoa huduma vizuri, walimu wanahudumiwa, na changamoto zao zinaendelea kutatuliwa. Changamoto hizo ni pamoja na madaraja, daraja ya mseleleko malimbikizo mbalimbali ya mishahara, lakini pia mambo ya likizo, uhamisho na kadhalika. Mambo yote haya yanapatiwa ya ufumbuzi hapa hapa, na walimu wanakiri kuhudumiwa vizuri na changamoto zao kutatuliwa. Kwa majina, naitwa mwalimu Alice Wisdom Mwakyusa, ni mwalimu wa Kisarawe Tu Sekondari. Niko hapa kwa ajili ya kushukuru kwa ajili ya hii Mama Samia Teachers Mobile Clinic kwa jinsi ilivyotuhudumia vizuri. Kwa kweli kama mimi hapa nilikuwa na changamoto ya madaraja, nilikuwa nimepanda cheo mwaka 2016. Baadaye mwaka 2017 nikawa nimenyang'anywa barua, lakini nimekuja hapa nimehudumiwa vizuri na hawa wa, watu wa management ya utumishi wa umma watamisemi tatizo langu limekwisha kabisa, ambapo labda nilipaswa kusafiri kwenda Dodoma kwa ajili ya kutatua tatizo hili, lakini siwezi kwenda huko tena. Tatizo limekwisha kabisa. Nashukuru sana Chama cha Walimu kwa kutuletea kliniki hii kuja kututatulia matatizo. Takribani miezi sita nimekuwa mm -hmm. nikisumbuka na huo mfumo aka mkoa mm -hmm. wa Pwani kwenda mkoa wa Dar es Salaam wilaya ya Ilala mm. e. imetatuliwa kwa njia ya mfumo. Kikosi kazi cha kusikiliza matatizo ya walimu kilianza kazi ikiwa na lengo la kufikia mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Kazi hii ilipangwa kutekelezwa katika awamu tano kama ifuatavyo: awamu ya kwanza ambayo ilitekelezwa mwezi Novemba mwaka el